Dedaini wanaposti anasherehekea anasema eti Zanzibar imekosa watalii. Yaani Watanzania inabidi mshikilie hapo hapo. Uh, we should come up na hashtag. Hashtag ya kuhusu kukataa utalii kwenye nchi yetu. Sasa yani inabidi hii hashtag trend ili mtu yoyote anayefikiria kuja Tanzania kwa ajili ya utalii akutane na hii hashtag na ajue Watanzania sasa hivi hatuko friendly. Ndiyo maana mimi kila siku anasema nyinyi mmetumwa damu. Yaani hakuna kitu kingine chochote, kwa sababu haiwezekani wawe wanatudanganya kwamba kuna maandamano ya amani, alafu wanasherekea. Dada yenu anaposti, anasherekea, anasema eti Zanzibar imekosa watalii. Yaani watanzania, inabidi mshikilie hapo hapo. Watalii wasipokuja kwenye nchi, tutaweza kuiparalize serikali. Yaani sasa anamnukuu, anamnukuu kabisa kabisa ndugu yake yule, wanaongea kauli moja kutoka kwenye kupretend alikuwa anataka maandamano ya amani anataka maandamano yanayopambania haki mpaka kuanza kuonyesha dhahiri, hadi anaiga maneno hadi anaiga maneno ya mshirika wake eti tuendelee kushikilia. Naomba niwaulize vijana, Zanzibar inapokosa watalii, tunaikomoa tuna Zanzibar, tunaikomoa serikali au waathirika wa kwanza wanakuwa ni wale vijana ambao wamejiajiri na kuajiriwa kwenye sekta ya utalii? Hakuna waongoza utalii wanaotokea bara kule, ila wanakuja na hizi ajenda za kibaguzi na nyinyi mnawaamini, mnafikiria anataka tu kuikomoa Zanzibar. Mwanzoni mnakumbuka kwa anasema anataka tu kuikomoa CCM, sasa hivi ajenda ni Zanzibar nzima, lakini katikati pia kuna kuwakomoa Waislamu. Niliwaambia hizi lugha za kiubaguzi ni kama mitego, lengo lao ni nchi nzima.